ga mpaka sasa na mpaka hivi tulivyo na tunaendelea kuwa chini yake, ni yeye ndo paka yetu. Awezi sasa kushirikishia Mudiru wetu baada ya Said kumaliza, tutatoa ratiba nyingine ya akumesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wabarakatuh.

Likuli tairin yatiru bijanahai mm -hmm. Tunamshukuru na kumhimidi Mola Tabaraka wa Taala kwa neema hii kubwa na kwa taufiki hizi baada ya mahangaiko ya muda mrefu kuliendea jambo hili wala niyatikum turzakum Amin. Tamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kufikiwa na kipenzi chetu mwongozi wetu mlezi wetu sahibul maqam Alhabib Asayyid Asharif as Jaafar Sadik Elbith, tumempokea kwa furaha kubwa na kwa nyoyo zilizoingiwa mapenzi ya mara zote na siku zote, na Mwenyezi Mungu atudumishe Amin, katika kumpenda Mwenyezi Mungu, kumpenda Mtume Muhammad na kuwapenda watu wa nyumbani kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amefuatana na mwanafunzi wake kipenzi chetu Al-Ustadh Luqman ibn Ali Lali, lakini mara hii tumepata baraka kubwa, Said amefuatana na mtoto wake Alhabib Said Sharif Muhammad bin Said Sharif Jaafar Sadiq Albir. Bona mpeleka mbali, o afwan mefuatana kijana chake Sharif Muhammad, na yeye umebahatika naye, ni masharifu wawili wamekanyaga ardhi hii. Asante, karibu sana, karibu sana, karibu Tanzania, karibu Manyara, Alhabib. Nina furaha kubwa kuwaona mashekhe wengi hapa, Shehe wetu wa wilaya ya Hanang, mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa, Sheikh Shafi, wajumbe wa baraza la mashekhe wilaya wako hapa, kina Sheikh Abdul Qayyum, viongozi wetu wa Bakwata katika kata hii wakiongozwa na shehe wetu wa kata, lakini yupo katibu wa kata hii kwa maana tupo mahala salama kabisa, kwa sababu tupo na wenyeji wa maeneo haya. Yupo mzazi wangu Mzee Hamis Isa Suhu, yuko hapa. Kadidi ni lakabu wala huko alipo kabisa. <laughs> na ile tukilisema mbele yake ni sawa sawa, ana Vinginevyo mzee atakuwa anapata tabu. Hii kadiri umeipata wapi? ili laka lakabu tu. Naam, mzee wetu mzee Al Haj Juma Ramadhani Buva na wazee wengine wengi wako hapa. Nina furaha kubwa sana kuwaona wazee wangu, lakini maustadhi wetu wengi wapo, ustadhi Isa wengi wengi wengi wenzake na ustadhi Abdul Karim na Sheikh Mujahid wengi wengi wengi, nimewaona wengine. Wamechukua taklifu wametoka mbali kwa ajili ya kuja kulishajiisha na kulipamba jambo hili. Wanafunzi wetu wa kutoka madarisi mbalimbali wako hapa ha? mama zetu, mama zetu na mama yangu mzazi yupo, nimemwona. Hey, mama zetu wa Ustabei waliomlea Ustadh Abdul Karim wako hapa, lakini yupo mtendaji wetu ambaye anatuwekea mambo yetu sawa sawa, katibu wetu wa mkoa, yeye anayeangalia haya mazingira kwa kwa umakini mkubwa sana tunaye hapa, naam, na, na wazee wetu, wazazi wa wanafunzi ambao wako kwa Ustadh Abdul Karim, wawakilishi wazee wetu wako hapa. Basi tungependa kumtaja kila mtu mmoja mmoja sasa wakati haututoshi, niridhiwe kwamba natambua mpo na e, hapana shaka mko na nia nzuri, na mtaruzukiwa na mmeruzukiwa na mmefanikiwa sana Amina. E, kila aliyekuja amefaulu na amefanikiwa kwa sababu hili ni jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kinachonifurahisha ni kuwaona mashekhe na maustadhi na wanafunzi kwamba tuna mshikamano na umoja. Endeleni, Amin. na tuendelee hivi hivi, tutiane nguvu na Mwenyezi Mungu, kila mtu atampa matlaba yake katika sisi. Kila mtu ana, ana mbawa zake, kila mtu na kila mtu huruka kwa, kwa mbawa zake. likuli tairi, hapa tunamkusudia mwanafunzi wetu al ustadha Abdul Karim. Mwenyezi Mungu ambarikia, amuhifadhi, amlinde na amzidishie kwa juhudi yake kubwa, na tunataraji huko mbele Mwenyezi Mungu ataleta shani kubwa zaidi shabu, shabu. na kwa nia zake Mwenyezi Mungu atamruzuku. Tumeona kituo jina ni kubwa, hata watu wanashangaa Darul Ulum alulum <laughs> Adab, kuna adabu adabu, na kuna adabu za kielimu pia. Basi yeye amekwenda amepiga fali <laughs> kwamba kituo hiki na hali zetu hizi hizi, Mwenyezi Mungu kwa nia hizi ajaalie ulumu zipatikane na adabu adabu, na adabu za elimu pia zipatikane inshallah taala taala. Nayo alituambia jambo hili liende kwa ukubwa, eh, lisiende kinyonge kinyonge. Na hivyo ndivyo mambo yanatakiwa yawe. Unataka kufanya jambo la kisawa sawa, kwa kweli usijitie unyonge. Najua bwana, ndio hivi hali zetu, hakuna Mwenyezi Mungu anapenda mambo yale makubwa makubwa, au sio? Muhimu tu ni ikhlas. Kwa hiyo madamu na mwenyewe amekuja hapa, kijukuu cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha Allahu taala, mambo yatakwenda alhabib wanafunzi wetu hawa, sisi tumewafungulia milango. Kila mtu mwenye hima, mwenye fikra, tumempa ruhusa, apambane, atafute eneo. Ridhaa hiyo tumeitoa kabisa kwa moyo mkunjufu kabisa, na mwenzenu ameonyesha mfano. Na Alhabibu nimemnukuu akisema kwamba mwalimu ufundishe ifikie daraja ya kwamba hata wale wanafunzi wako wakushinde. Kwa hiyo sisi tunapenda kuwaona wale tunawasomesha wanakwenda wanakwenda mpaka watushinde, na hizo kazi, maanake ni ule msingi tulioweka utakuwa unaendelea, ni furaha yetu. Na mzazi, mzazi wa kikweli kweli, anafurahia kuona mafanikio ya mtoto wake. Itakuwa ni ajabu sana ukaanza kumhusudu mtoto wao, ile ni ajabu sana <laughs> eh? Napenda hivyo kwa wanafunzi wetu, wapambane. Muhimu tu wawe wakweli, waache hasadi, waache fitna, ujanja, ujanja, ujanja ule wa sawa, sawa, sawa, ule ujanja ule wa matatizo, hapana <laughs> <laughs> eh, watu wawe wanaaga wanatoa taarifa. Nafurahi kama mzee Hamisi anavyofurahi, mzazi wangu pale eh, sina shaka kwamba anafurahia ile neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu kwa watoto. Basi na mimi ndivyo ambavyo nafurahia kuwaona wanafunzi wangu na wenyewe wanakwenda hivyo. Alhabib, hapa sote utuhusie, wote tulio sisi wote hapa ni kitu kimoja, utuhusie, utuchungechunge, utulindelinde ili tuende vizuri katika safari hii. Kwa kuwa muda haututoshi, sipendi baadaye nipoteze muda mwingine. Alhabibu, ukiichukua fursa hii, itakuwa ni ya kwako moja kwa moja, utuzungumze, ufanye kile utakachokiona, kwa sababu wakati umekwenda sana. Mwisho tu, mimi naomba na kuomba kwa unyenyekevu mkubwa, wote walioacha shughuli zao leo mpaka muda huu wako hapa. Sisi sote ni wahitaji mbele ya Mwenyezi Mungu, kila mtu ana haja zake, ana shida zake na makusudio yake. Kwa baraka ya siku hii ya leo na kazi hii kubwa na ujio wako, na wewe ni mtu mkubwa, kila mtu apate matlaba yake insha Allahu taala. Walimu wetu hawa katika mahangaiko haya kila mtu katika kituo chake Mwenyezi Mungu ambarikie na Mwenyezi Mungu ampe watu wa kheri wamshike mkono <laughs> ili tusaidizane katika kazi hizi Amin. basi kila mtu alhabibu, na kuomba kwa unyekevu mkubwa, utuombee, Mwenyezi Mungu atutazame kwa jicho la rehma, atutengenezee dunia yetu na akhira yetu, wote wote, wazee wetu, kila aliyoko hapa na Mwenyezi Mungu azisafishe nyoyo zetu, atuondolee maradhi ya hasadi. Utuombee pia nchi yetu, Mwenyezi Mungu aendeleze amani yake na utulivu. Umwombee na rais wetu mpendwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amlinde, ampe taufiki katika maono yake na wasaidizi wake wote. Umwombee na mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania samah Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mungu amhifadhi amlinde aendelee kutuongoza vizuri, na viongozi wote walioko hapa, kila mtu katika majukumu yake ya kuongoza. Utuombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu waombee Said, walimu wetu na wanafunzi wetu, Mwenyezi Mungu awape elimu zenye baraka, elimu zenye manufaa siku zote haya mambo yawe ni, ni endelevu, yaendelee na kazi zenu hizi, kazi zenu lakini na wazee wetu, viongozi wetu waliotulea, mpaka na sisi tukawa tunasimamia kama haya mashehe zetu waliotangulia mbele za haki na waliokuwa hai, Mwenyezi Mungu awape yale yote ambayo walioyahangaikia wakatumia muda wao, wakati wao, wao ikiwa ni pamoja na wewe alhabibu ambaye unakuja kutulinda kutuchunga chunga kutuongoza, basi Mwenyezi Mungu atupe e, asrari za wanazuoni wetu, Mwenyezi Mungu atufaishe kwa ulumu zao, atupe baraka zao, na Mwenyezi Mungu atufiishe katika twarika zao. Baada ya kuyasema haya kwa unyenyekevu mkubwa, alhabib, nikuombe sasa ni kusimamishe kwa ajili tu ya kuweza kuyasema na kuyawasilisha kwa namna ambavyo ita, itakavyokudhihirikia mimi. Nimesema kusimamisha, lakini simaanishi kukuamrisha kusimama. Basi namna utakavyoona kukaa, vyovyote itakavyo. Hii fursa ni kwa ajili ya wewe uweze kuitawalia fursa hii na kutuzungumza, kutuhusia, kutunasihi na kutuelekeza. Karibu sana, tafadhali. Mashkura na ajura.